Kwa nini familia nyingi huzaa watoto wa kiume tu au wa kike tu? Je, umewahi kushangaa kwa nini baadhi ya familia huzaa watoto wa jinsia moja tu, wanaume tu au wanawake tu? Je, hii ni bahati mbaya, urithi wa kifamilia au kuna sababu za kisayansi zinazoelezea jambo hili? Leo tutachambua kwa kina jambo hili kwa kutumia utafiti wa kisayansi na njia zinazoweza kusaidia familia kupata watoto wa jinsia zote. Hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu nitakufundisha njia unazoweza kutumia ili kuhakikisha unapata jinsia unayoitaka kwa mtoto wako ajaye. Twende moja kwa moja kwenye mada. Jinsi jinsia ya mtoto inavyoamuliwa. Ili kuelewa kwa nini familia fulani zinapata watoto wa jinsia moja tu. Kwanza ni muhimu kuelewa jinsi jinsia ya mtoto inavyoamuliwa. Jinsia ya mtoto inategemea mbegu za baba. Kila mwanamke anatoa yai lenye kromosomu ya X tu. Baba, kwa upande mwingine, anabeba mbegu za X na Y. Ikiwa mbegu ya X kutoka kwa baba itarutubisha yai la mama, mtoto atakuwa wa kike XX. Ikiwa mbegu ya Y itarutubisha yai, mtoto atakuwa wa kiume XY. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa kisayansi, baba ndiye mwenye jukumu la kuamua jinsia ya mtoto. Lakini sasa swali linakuja, kwa nini baadhi ya wanaume wanazaa watoto wa jinsia moja tu? Sababu zinazofanya familia zipate watoto wa jinsia moja. Uhusiano wa kinasaba genetics. Utafiti wa kisayansi unaonyesha kuwa baadhi ya wanaume wana tabia ya kinasaba ambayo huwafanya watoe mbegu za Y nyingi zaidi au mbegu za X nyingi zaidi. Utafiti, kulingana na utafiti wa Chuo Kikuu cha Newcastle, Wanaume waliozaliwa katika familia yenye watoto wengi wa kiume wana uwezekano mkubwa wa kutoa mbegu nyingi za Y na wale waliozaliwa katika familia yenye watoto wengi wa kike wana uwezekano mkubwa wa kutoa mbegu nyingi za X. Kwa kifupi, ikiwa mababu zako walizaa watoto wa jinsia fulani kwa wingi, kuna uwezekano mkubwa nawe utazaa jinsia hiyo hiyo kwa sababu ya urithi wa kinasaba. pH ya uke na mazingira ya uzao. Je, unajua kuwa mazingira ya uke yanaweza kuathiri ni mbegu gani zitaishi kwa muda mrefu na kufanikisha mimba? Mbegu za kiume Y ni dhaifu, lakini zina kasi kubwa, wakati mbegu za kike X ni nzito, lakini zina uwezo wa kuishi kwa muda mrefu zaidi katika uke wenye tindikali. Utafiti utafiti uliochapishwa katika Fertility and Sterility jana ulibaini kuwa uke wenye pH ya juu alkali unasaidia mbegu za kiume Y kuishi kwa muda mrefu, wakati uke wenye tindikali pH ya chini unasaidia mbegu za kike X kuishi kwa muda mrefu. Hii ina maana kuwa ikiwa uke wa mwanamke ni tindikali sana, basi kuna uwezekano mkubwa wa kupata watoto wa kike zaidi. Mtindo wa maisha na lishe. Lishe ya mwanamke inaweza kusaidia au kuathiri jinsia ya mtoto anayezaliwa. Utafiti utafiti wa chuo kikuu cha Oxford na Exeter ulibaini kuwa wanawake waliokula vyakula, vyakula vyenye potasiamu na sodium nyingi kama ndizi na nyama nyekundu walikuwa na nafasi kubwa ya kupata watoto wa kiume, huku wale waliokula vyakula vyenye calcium nyingi kama maziwa na mboga za majani wakipata watoto wa kike. Tatizo la kiafya kwa baba. Baadhi ya wanaume wanakabiliwa na matatizo ya kiafya yanayoathiri uzalishaji wa mbegu za X au Y, kama vile varikosele na matatizo ya homoni, ambayo yanaweza kufanya mtu atoe mbegu nyingi za aina moja. Njia za kupata watoto wa jinsia zote Kupima mbegu za baba. Ikiwa unapata watoto wa jinsia moja tu, unaweza kufanya uchunguzi wa mbegu ili kuona ikiwa unatoa mbegu za X zaidi au Y zaidi. Kubadilisha lishe. Lishe bora inaweza kusaidia kubadilisha hali hii. Ikiwa unataka mtoto wa kiume, kula vyakula vyenye potassium na sodium kama ndizi na nyama nyekundu. Ikiwa unataka mtoto wa kike, kula vyakula vyenye calcium, kama vile maziwa na mboga za majani. Kubadilisha mazingira ya uke. Kuna mbinu za kurekebisha pH ya uke kwa kutumia lishe maalum au ushauri wa daktari ili kusaidia mbegu za jinsia unayotaka ziishi kwa muda mrefu. Kutumia teknolojia ya kisasa, IVF na PGD. Teknolojia kama IVF na PGD zinaweza kusaidia kuchagua kijusi cha jinsia unayotaka kabla ya kupandikizwa kwenye tumbo la mama. Kwa hivyo, kama umeona familia yenye watoto wa jinsia moja tu, sasa unajua kwa nini ikiwa unataka kubadilisha hali hii. Kuna njia za asili na za kisayansi zinazoweza kusaidia. Ulipenda somo la leo? Tuambie kwenye comments jinsia unayopendelea kwenye mtoto wako ajaye. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa video zaidi kama hii. Bonyeza kengele ili usipitwe na video zetu mpya. Tunakutana tena kwenye video inayofuata. Asante kwa kutazama.